Oh yeah, DJ, are you ready? Anaitwa DJ Sek, kwenye mic. Eh, hey, kwenye mashine. Sio kwenye mic, uh, <laughs> ni kwenye mashine yeah. Oh yeah, sawa hii yeah. E, ni nusu finali na mi nadondosha mic chini. Yo, yo, yo. Checki. Yo, wametoboa mi naziba pengo ninapo mchana una mchana kwa miringo nabomoa na, na kumjenga kama vile mjengo, na mchana wanamwita G Kibwengo. Naona analeta kelo kapoa kamkatuni na chake kikapelo. Yo, mimi sifagiri napiga punchi kama teke la Bruce Lee kwenye easy flow, asa misali utalegeza japo unajifanya wenga ngali. Ulishinda mara tatu mbele ya watu, mkutana na Study na kumeza kama vile chatu wa anakonda tengo siku sifi bila nyundo hapa mi na kuponda na kuchana mpaka leo hii utakonda una flow flow, fasata unaboronda. Na sasa number umekutana na Study namba badi, we si mchawi hapo wezi kuleta uizadi, ningekuwa lefa ningekupa redi kadi srege na kuchana zaidi ya fadi so mradi na fanya kweli jafeli na kuchola na kufuta kama penseli na ufto uh. Na kuchana watu wana rekodi wanaeka matukio. Yo yo yo yo yo yo Kibwengo na MC kinyonge, MC hupo kinyonge, alafu ni kibonge, alafu ni kibonge, alafu mwili wa matonge, leo na kunyokea kama ujinyonge. Mwili wako huo kabisa una kitambi, lakini ni wazi kitambi hiko cha zambi, zambi ambazo unakulaga lambilambi. Ramazani la aufungi afuna doea tambi, umevaa flan ameandikwastei yaweki weni, MC ambaye we feki, leo nakukata kama navokata keki. Kibwengo kabisa miau Cheki cheki MC anaitwa Study nampiga kapadi, awezi kabisa, hana baraka kwa gadi. Laini MC kama vile magadi, nambamiza kwa buu kama mliowaradi, ni wezi kibwengo namchakoza, japo ni kibonge lakini amepoza. Naonekana natoka Temeke kivurugwa, mimi wakulasini wa mdogo wa mvurugwa na kuchakaza kabisa kwa wezi, ikiapa kinasa. Zamu hii jaribu labda ziada, wezi kabisa, ikani kwa mwanafunzi amekula ada Si oh yeah, okay. Eh, yeah. Eh uh, Mansuri, bwana, hii mic niongezee kidogo sauti ya mic. Eh bwana, niko na ngara pia sema Study Alone kuna muda kama anavitafuta vina pa kutua, lakini anavipata. Yeah. Tukasema na yuko fresh. Mchizi hapa kama kawaida yake, yeye anatiririka tu na sijui hata vitu vinatoka, naweza kusema jamaa anaandika nini. Yeah. So ingekuwa ni mpinzani ambaye yuko ayuko kwenye level hiyo, ningeweza kusema Study Alone alishinda, yeah. Lakini round, ni kweli kwamba G Kibwengo ndio mimi nampa kura yangu. Oh yeah, G Kibwengo. Aha, feed the MC. Sisi napendaga sana hizo bwana. Yaani, ah, yeah, tutoe nje kidogo yeah, yeah, yes, yes, yes, yes, yeah. So kama alivyosema Mansuri nilikuwa na discuss naye hapa, hapo. Naambia bwana, study ni mtu ambaye ana struggle sana kupata maneno lakini huwa yanapatikana. Eh, yanapatikana. Hey, yani hajawahi kushindwa kwamba alijaja, hapana yeah, yeah, yeah. Anatafuta lakini lazima lipatikane. Kwa hiyo sure. Na anafikiria sana mi, nampongeza sana kwenye hilo, akazie hapo yeah. Kwa raundi hii hapa imekuwa nzuri kwa G Kibwengo kuliko kwa Study, kwao pia mi nampa G Kibwengo. G Kibwengo ah, wote wanatokea sehemu moja, si ndio? Eh, wote wanatoka Temeke kwa hiyo oh, yeah. uh, Study, yeah, yeah. Anamjua vizuri G Kibwengo, so amekutana naye kwenye bato, nadhani kuna ile hali ambayo pengine ya kumwazia kwamba hii pambano utakuwaje, na vitu kama hivyo unajua ukishakutana na adui haijalishi ana uwezo mkubwa wa kiasi gani, unapambana na, una na kile ambacho wewe uko nacho okay. kwa hiyo uh, ushauri wangu kwa, kwa, kwa, kwa Study, chukulia kama we, hata kama unaona huyu jamaa tayari ashachukua ashachukua kwenye episode kadhaa hapo, unaweza ukapambana naye na ukamshinda kama ilivyokuwa kwa Daudi na Goliath au sio? kwamba jamaa anaonekana huyu yuko juu au kuna ule mbabe ukogo shuleni, ndo naonea watu afu anakuja kupigwa na kachalii tu kadogo ndo hiyo. Sasa inabidi uchukulie kwamba mi naweza nika nikampasua huyu, lakini ukishaweka ile mipaka ya hofu itakuwa ngumu kwako kwa kumvuka na kumzidi. Kwa hiyo una uwezo mzuri na una uwezo mkubwa. Raundi ya kwanza umeleta hofu tu kidogo, lakini ulikuwa ungefanya vizuri kwa sababu G Kibwengo ameanza vizuri sana lakini kuna muda anashika mike anaziba maneno ya sikiki, yeah, mwishoni hapo. Kwa hiyo hiyo pia ungechukua kama advantage kwako wewe na ungefanya vizuri hiyo pia ni, ni ushauri kwako jiki bwengo, hakikisha mike ukishika hivi inasikika tu fresh una lakini ukiiziba hapa sauti unakuwa unaisikia wewe. Kwa hiyo hii mimi nitampa jiki bwengo, tuone raundi ya pili inaendaje. Raundi ya mwisho. Study na anza mimi na kuonesha kwamba nina lana ya ulimi dijeti DJ, vipi bitu unazima? Nataka ni mchane huyo alosimama wima, hawezi ah, kabisa, mistari hawezi kubuni, suruali yake njiwa answari suni answari suni kabisa. Wey, msikitini mida kama hii stejini, unafanya nini? Umevaa fulana yako kabisa nyeupe, hacha nikuchane marukeruke yakutupe ya yeah. una kibantamu na kuchapa kwa zamu, jinsi ulivonenepeana unanigea hamu, umenenepeana kabisa, hujakondakonda konda, na kupondaponda Hauna kazi, kajaribu ta kazi ya uponda ukonda. Una viatu lakini miguuni una vidonda. We ni kabisa yani kabisa na kuonga, we ni kibonge yani debe tupu. Leo na kuwasha na kupakaza upupu, auwezi kabisa. Hauna buku hata hiyo buku, asubuhi utakunywa tu mapupu. Uwezi kupata fasi ya dwasi hapa tachati domo mkubwa unafuja pachati yani nakuficha leo hapa kwenye kabati huwezi kabisa sababu na kukaza nati MC Kibonge leo ana mashavu nampiga kavu na mnasa ka samaki kwenye nyavu huyu kibonge lakini hana hata uzito aniwezi kabisa yani nampiga pisto hapo hapo ulipo yo, yo, yo. Cheki miwaga, siko feki, una flow ila una flow feki, mwanangu Kibwengo au niwezi? ni wezi nikuchani Kibongo mkuchani Kinyamwezi, hapa utoteleza, sababu sina ule wezi, ungivua kapelo, nigikupiga tama kwenzi, ila siwezi hata nikakugusa Kibwengo, hapa we unaenda kama kipusa, na kuona kama rufu, kwa hiyo na kunusa, tambua, weka mali leo na kupulusa Kwenye hii michano Kibwengo na kunguza kwa moto wa uji minye zaida volikano zikupi kumi wala tano, napuchukupa ni kijapo ama nikupe kikibano weki wengo hapa umeyafaga panchi kwangu so chachi bali zimejaa na kuchana umu, umu ndani yaba sema shikamo seme malaba, nicheki vizuri utaniona na kuchana, majaji wanasitano na uzi wata kushona. Unasema kibonge ujui kitambo nimenona, tambua miso mtulu nakwambia tula kubona na kutuliza, yani bila mapepe misali kama pangi kwayo, hacha nikujepe niache ninenepe. Yeah. Okay. Be the MC with the mic. Yeah, bwana nilikuwa makini sana kusikiliza kila kitu yani. Yaani mstari kwa mstari. Sindio? To be honest, mimi nimesikia vingi sana kutoka kwa Study round hii. Study Alone. Yes, yeah. Okay. G Kibwengo amejitafuta sana pale katikati. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yes, kwa hiyo mimi hii round ndampa Study. Study Alone. Mansuri. Bwana mimi kura yangu naigea wakati. Unaipiga moja moja hapo yeah. Naigawa yeah. Uh-huh. Songa uh, bwana Study naona amechukua ame, ame ushauri ambao nilimpa yeah. Ameimprove sana ukilinganisha na round ambayo imetoka, lakini pia ameimprove sana ukilinganisha na episode za nyuma ambazo amefanya yeah. Kwa hiyo kadri muda unazidi kwenda, anazidi kuongeza juhudi na anazidi kuwa bora ya yeye wa yule alo, aliyopita kwa hiyo, big up kwanza kwa hilo Uh, hii raundi imekuwa ni kali sana. G Kibwengo ameanza vizuri pia kwa sababu pia na yeye ni mtu ana uzoefu. Yeah. Kwa hiyo nimeona imebalance. Raundi ya pili nitaipa sare. Sare. So, kwa mjumuisho G Kibwengo amepita.